E bwana, all the way from Masasi Mtwara, tumetia timu hapa kuhakikisha Toyota Hari inafika uzuri kabisa kwa yule mshindi wetu ambaye amebahatika kushinda gari hii. Hapa niko na Ramadhani Laisi. Ramadhani, mambo vipi? Bwana, poa sana, mimi niko poa sana hongera sana. Asante sana. E bwana, hii imekuwa jikwaje ji, umeondoka na Toyota Hari. Imekuwa ha, vizuri sana hey. na imekuwa vizuri kwa sababu nimecheza PM muda mrefu sana Ushindi huu unauelekeza kwa nani hasa wewe? Ushindi nauelekeza kwa wana Masasi wote. ni michezo gani hasa ambao unapendelea kucheza? ni Green chiri namba mbili, Book of God na seven and fruit. plani iko wapi sasa baada ya kuondoka na hii gari leo? plani kuendelea kucheza kutafuta nyingine, mje ikiwezekana, hata mwezi unaofuata mmeta nyingine yende kwa mama eh Ee Bwana Ramadhani anakuambia plani hiyopo ni kuendelea kucheza kutafuta gari nyingine. Sasa kama wewe utamruhusu atafute gari nyingine, wakati zinaendelea kutoka, na wewe pia una nafasi ya kushinda. Shauri yako, hiyo inakuachia wewe. Kikubwa ni kucheza kwenye website ya www.pmbet.co.tz, kuanzia shilingi 500 tu unaweza kujishindia Toyota Harrier.